Mambo vipi, mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House, Dax Media, karibu sana katika chaneli yetu, mahali ambapo huwa kila siku tunakutana kuzungumza machache ambayo yanazidi kupatikana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa leo tuko na jambo moja ambalo limeweza ku teka headlines kubwa kupitia peji ya Instagram, ambapo limezuka huko na jambo hili limeweza kuzushwa na Juma Lokole mapema katika muda huu wa usiku, ambapo naongea hivi sasa, ikiwa ni dakika kumi tu zimepita baada ya Juma Lokole kuposti posti ambayo imeweza kuzua gumzo sana kutoka kwa watu mbalimbali na wadau wa mtandao wa Instagram. Sasa kufuatia peji ya Juma Lokole, aliweza kuweka taarifa wazi kwamba mwanadada ambaye aliweza kuimba na Diamond Platnumz wimbo ambao unaitwa Nitarejea, nafikiri ni wa zamani kidogo, tutauangazia hapo baadaye. Baada ya kuongea maneno haya, mwanadada huyu ambaye anajulikana kwa sasa baada ya kufanya wimbo huo wa Nitarejea, jina lake alikuwa anaitwa Hawa, hivyo kupitia mitandao ya kijamii akawa anajulikana kama Hawa Nitarejea ameweza kufariki dunia, yani hatuponaye kwa sasa, na hii ni baada ya Juma Lokole kulieka hili swala wazi kupitia page Instagram ambapo aliweza kuposti posti moja ikiwa imescreenshotiwa, lakini posti hiyo ilikuwa ina chattings ambazo zilionyesha Juma Lokole akichati na mtu fulani ambaye mtu, mtu huyo ameficha majina yake, lakini mtu huyo alianza kama ifuatavyo. Mimi nanukuu hizo chatting jinsi zilivyokuwa zimeandikwa na huyo mtu aliyemtafuta, alianza kumwambia we, Juma, hawa nitarejea amefariki leo, msiba upo kwa baba yake Kigogo. Alafu Juma Lokole akaanza kumjibu, hawa gani? Huyo Juma akaendelea kumwambia kwamba mjo, alafu akaandika uwi. Alafu baada ya hapo nikaona ameweza kumpigia voice call pale. Baada ya kumpigia voice call chini, sasa huyo mtu ambaye alianza kumpa huo ujumbe akamjibu akisema ya kwamba hawa aliyeimba na Diamond amefariki leo. Alafu baada ya hapo nikaweza kuona pia walipigana voice call, lakini kwenye caption Juma Lokole aliweza kuandika kwamba e Mungu wangu jamani, maskini hawa jamani, alafu akatuma na emoji nyingi za kulia. Sasa kuna baadhi ya comment za watu ambao ziliweza pia kuonea kile ambacho kinaendelea kuhusiana na hili sakata la mwanadada huyu kupoteza maisha ama kufariki majira hivi leo. Watu wengi wameweza kushusha komenti yao, lakini mtu uchambue huu wimbo wa Nitarejea, lakini baada hapo tuje turudi katika upande wa comment section tuone watu walikuwa wanaandika nini juu ya hii habari ambayo imeweza kuja majira ya usiku huu. Ukiangalia huu wimbo wa Diamond Platinumz ambaye aliweza kuimba na mwanadada uh, Nitarejea, huu ni wimbo ambao umeweza kufanywa Uh, miaka kumi na moja iliyopita na madada huyu ukimwangalia katika mwonekano wa kipindi hicho alikuwa ame alikuwa yuko katika ukimwangalia hiyo picha ya cover huyo wimbo lakini pia ukiangalia nyimbo yote utaona mwonekano wake wa kipindi hicho alikuwa amesuka rasta. Lakini pia, nyimbo yenyewe kutokana na muzui ambayo ilikuwa anaimba ilikuwa ni muzui ya kijijini, hata jinsi alivyokuwa amejiweka kuwa alijiweka kijijini kijijini. Kwa kweli wimbo huu ambao una jumla ya watazamaji milioni 25 tangu uwekwa katika mtandao wa YouTube umeweza kufanya vizuri sana kupitia platform hii ya YouTube. Na watu wengi walikuwa wanaangalia katika mtandao wa YouTube baada ya kusikia taarifa hizi kwamba mwanadada huyu Hawa Nitarejea amefariki dunia, walienda katika peji ya YouTube katika wimbo huu na kuanza kuomboleza, akisema kwamba wangapi wamekuja katika peji hii kuja kuangalia mwandada huyu baada ya kusikia amefariki dunia. So imeweza kuzua sana sintofahamu, watu wengi sana wamuzunika kuhusiana na taarifa hii ambayo imeweza kutufikia, ambayo tumejuzwa na Juma Lokole mapema usiku. Lakini pia hata katika comment section wadau wengi sana walikuwa wanaliongelea jambo kwa kina wakiongelea mazuri ya huyu mwanadada, japo niliweza kufuatilia katika peji ya Instagram ya huyu mwanadada Hawa Nitarejea ambaye alikuwa ni mwimbaji katika wimbo wa Diamond Platinumz wa Nitarejea, wimbo ambao uliweza kufanya vizuri katika mipaka ya Tanzania, lakini pia nje ya Tanzania umeweza kufanya vizuri sana toka uanze kuhiti miaka hiyo, lakini mpaka sasa uh, umeacha alama kubwa, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo jambo ni kubwa kweli kweli Aa, lakini ndugu mtazamaji wetu, cha kushangaza ni kwamba posti ambayo ilikuwa imepostiwa na Juma Lokole jinsi kama ulivyokuwa umeiona hapo, nilikuwa nimefanyia nime screenshot nafikiri hiyo hapo uliona jinsi chatting hizo zilivyokuwa zinasomeka, lakini kwa sasa ameifuta, ikiwa ni dakika chache tu baada kui ya kuipost akaifuta tena, Juma Lokole kupitia peji yake ya Instagram. Kwa hiyo hatujui ni kitu gani ambacho kinaendelea mpaka sasa. Je, hizi habari ni za kweli ama za uongo? Lakini udhibitisho wote nimeshakuwekea hapo, ambapo aliposti Juma Lokole ambaye mara nyingi amekuwa akifanya gossiping na habari mbalimbali mbali ambazo zina headlines kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Sasa sijui ni kipi ambacho kinaendelea mpaka sasa, tuendelee kusubiri hizi taarifa, tuone kama ni za kweli ama Juma Lokole pengine na yeye ilikuwa anadanganywa na huyo mtu wake wa karibu, ikiwa ameposti hiyo post lakini pia ameifuta lakini, pita, lakini hiyo ndo habari ambayo inaweza ngasema kwamba imedumu kwa muda wa dakika kumi hadi kibao zaidi ya elfu moja pamoja na kupata update zetu kila wakati

Alafu sasa hmm, Wa Kenya wameripoti account yangu ile ya 1.7 million. Alafu niko na wewe hapa. Sasa wewe, ah, sikia mimi na malizana wewe. Wa Kenya si wao wame ngoja atulia. Wa Kenya si wameripoti account yangu. Mimi nakutia ndani wewe. Wa Kenya wanatakiwa waniombe msamaha. Mimi na kwa ndani ya chifu. Alafu nyinyi mmeningisha kwa shida nyinyi, wa Kenya hapo hapa. Mmeweka kwa shida kubwa sana. Sasa kwa nini wa Kenya wapendi kuambia ukweli rafiki yangu?